KAL Consultants leo tulikuwa na training fupi kwa wafanyabiashara na taasisi mbalimbali ambayo inahusiana na mabadiliko ya sheria za kodi zilizopitishwa na bunge mwezi Juni na zimeanza kufanya kazi mwezi Julai mwaka huu na kuendelea. Kwa hiyo, lengo kubwa ilikuwa ni kutoa awareness kwa wafanyabiashara waweze kujua hizo changes ambazo zimefanyika na serikali, lakini pia na changes zilizofanywa na Bodi ya Taifa ya Uhasibu na Ukaguzi juu ya uandaaji na ukaguzi wa mahesabu. Kwa hiyo ndo lengo kubwa, watu wawe aware ili baadaye wasije wakakutana na changamoto za penalti au jambo jingine lolote, wasione kwamba walikuwa hawafahamu. Lakini sisi tujitahidi kuingia gharama kutoa hiyo training free ili watu waweze kuelewa. Eneo la kwanza linalogusa moja kwa moja kwa wafanyabiashara wa Njombe ni eneo la uanzishaji wa kodi ya withholding tax kwenye mazao ya misitu asilimia mbili. Hilo linawagusa moja kwa moja kwa sababu mkoa wa Njombe ni mkoa ambao watu wake asilimia themanini wanajishughulisha na shughuli za kilimo cha miti ya mbao na matunda. Kwa hiyo uchaji kuchaji 2% ya withholding tax kwenye manunuzi ya mazao ya misitu, hilo linawagusa moja kwa moja wakulima wa hiyo mazao ya misitu na wafanyabiashara wa mazao ya misitu. Mabadiliko yanasema kwamba mtu yoyote anayenunua mazao ya misitu anatakiwa kulipa kodi asilimia mbili kama final withholding payment kabla ya kusafirisha huo mzigo wake, na akishalipa aende TRA apewe kibali cha kwenda kusafirisha. Hii inafanywa na mnunuzi, anaponunua kwa mkulima, anatakiwa amkate kwenye malipo yake asilimia mbili na ailipe TRA. Uh, ushuru uliopunguzwa ulio, ni excise kwa pombe kali zinazozalishwa hapa nchini ilikuwa inachajiwa e shilingi elfu tano kwa lita, na sasa imepunguzwa mpaka shilingi elfu nne kwa lita na kwa zile pombe zinazoingizwa kutoka nchi nyingine zilikuwa zinachajiwa shilingi elfu saba kwa lita, sasa imepunguzwa mpaka shilingi elfu tano kwa lita. Aa, ni maamuzi ya serikali kwamba kuona e, labda wanaozalisha hizi pombe au wanaoingiza wanaingia gharama kubwa labda kuwapunguzia gharama wazalishaji na waingizaji wa hizi pombe. Sheria imesema wanaozalisha, sio wanauza, wanaozalisha ice cream, wanaozalisha crisps. sasa wanachajiwa e, excise duty ambayo ni asilimia tano. Sasa sheria haijaenda mbali kusema kwamba anayezalisha ni nani, ni mtu wa aina gani? Imesema mzalishaji wa ice cream na mzalishaji wa crisps anayezalisha kwa ajili ya kuuza ndiyo anayewajibika e, kufaili hizo litani za excise, kwanza kujisajili kufaili litani. Wale Zumo ni senior consultant at KAL Consultants. A, leo tulikuwa na semina kwa wateja wetu kuhusiana na mabadiliko ya sheria za kodi, lakini pia na mabadiliko ya ma uandalizi na mifumo yote ambayo tunaandaa hesabu. Huwa ni utaratibu wetu, nadhani sio mara ya kwanza hii. Kila mwaka huwa ikitokea mabadiliko hivi ya kodi, huwa tunapendaga kuwaita wateja wetu, lakini hata sio wateja wetu pia, na kuwapa elimu kuhusiana nini vinatakiwa vifanyike na taratibu mpya na mambo yote ambayo yatakuwa yafanya. Kwa leo mmewapitisha kwenye sheria gani? Ah, sheria ni nyingi ah, lakini sanasana sana tumegusia sheria ya mapato, lakini tumegusia pia sheria ya, ya ongezeko la thamani, lakini pia tulizungumzia masuala ya, ya bodi ya wasibu na mabadiliko yake jumla kwenye maandalizi ya hesabu na ukaguzi wa mahesabu kwa ujumla. A, sasa hivi tumetoka kwenye utaratibu wa zamani na tumeenda kwenye utaratibu mpya wa kutumia m, a, e, mifumo ya kielektroniki kwenye kusubmiti hesabu zetu kwa bodi ambazo tunaandaa za wateja. Ndiyo mazingatie ni kwamba sasa hivi kuna mabadiliko ya namna hiyo kwamba inabidi tu comply kama wao kama client, na sisi kama wataalamu wao, lakini kingine pia ni kuwapa vigezo na vitu gani ambao wanatakuwa wavifanye ili kuweza kwetu ku, ku... <laughs> Sisi kama wafanyabiashara kwa semina hii, kuna mambo mawili. Kwanza faida. Faida ni kwamba tutafuata taratibu na sheria ambazo zipo, lakini kama hutafuata taratibu na sheria ambazo serikali imeweka Manake utakwenda kutozwa faini ama kampuni yako haitafanya vizuri, haitapata faida kubwa kwa sababu utakuwa hujafanya utafuata taratibu na sheria ambazo zimewekwa. Kwa hiyo kwenye TRA unaweza ukalipa kodi kubwa sana na faini, kumbe ungefuata taratibu kama walivyoeleza pale wala uwezi kuleta kupata hasara kubwa yeah. Sh Aha, sheria mpya ambazo wamegusia ni kwamba kwenye kodi ya mapato kumekuwa na mabadiliko halafu na uwakilishaji. Kwa mfano e, kodi ya mapato unatakiwa kuwakilisha kwa utaratibu. Kwa, kwa mfano inatakiwa uwakilishe kuanzia tarehe, kuna nyingine tarehe tare ishirini yani, na nyingine tarehe ishirini na tano kwa hiyo mahesabu yako lazima yani uwe na kumbukumbu utunze kumbukumbu. Kwa hiyo ikienda kukaguliwa ndio unapeleka TRA e, kwenye tarehe hizo, inategemeana na biashara zako unazofanya. Kwa hiyo hicho ndio kikubwa, kwanza ni kutunza kumbukumbu, ndio kitu kikubwa sana. Usipotunza kumbukumbu, unaweza ukapigwa faini kubwa, kumbe ungetunza kumbukumbu kumbu, wakisema hiki kiko wapi unaonyesha. Maana pale kikubwa ni risiti kwenye kutunza kumbukumbu kikubwa sana ni risiti. Kama huna risiti ya EFD yani ya ile electronic, unakuwa na risiti ambayo payment voucher ambazo umezitunza. Kuna wengine hawana mashine, kwa hiyo unajaza una ile payment voucher kwamba umemlipa mtu fulani ama umenunua kitu fulani kwa mtu fulani. Hicho ndio kitu kikubwa, na sisi wa Tanzania nafikiri hilo, waheshimiwa, lazima tukubali kwamba kwenye hilo ni wavivu pengine ni, ni, ni wavivu sana kufanya hivyo. Kumbe sio, biashara inataka kumbukumbu. Biashara yoyote lazima utunze kumbukumbu. Kuna mengine tumeona haina nafuu kwa mlipa kodi, ndio maana hata mwezeshaji pale amesema bado wanaifanyia kazi, hiyo hiyo hiyo inaonekana kwetu itatuletea shida, lakini kuna nyingine ni namna tu ya kufuata ni kujituni, kwamba wamesema tufanye tunafanya, wala haina shida. Kwa mfano upande wa maodita na wahasibu kama pale walivyosema kwamba makampuni mengi hayana mhasibu mwenye sifa mwenye CPA, kwa wao wanaingia mkataba na wale wenye wahasibu ambao wana sifa hizo, kwa hiyo itatuletea faida kwa sababu hatutahangaika kuwa na muhasibu wa namna hiyo na mhasibu kimwajiri wa namna i manake utafanya naye kazi kwa muda wote anakuja, anafanya kwa muda mfupi, kwa hiyo wewe sisi, itakuwa imetupunguzia gharama ya uendeshaji. Na maodita kama alivyosema pale, hii kampuni kama sisi, hiyo KAL wana ofisi zao ziko pale, watatenganisha hii ya upande wa wahasibu, hii ya upande wa wakaguzi kwa hiyo itakuwa nzuri, tutakuwa hatuendi mbali. Wapi? Hapana, unaenda pale pale, unapeleka kwa mhasibu, anazipitia anaziangalia, ndio anapeleka kwa auditor akague je, mahesabu haya yale yamekaa vizuri. Kama hata kaa hajakaa vizuri, yule auditor atamuuliza huyu mhasibu wa ofisi ile ile, alafu yeye ndio atakuja kutuuliza sisi tuliompa kazi. Mimi natokea kampuni ya Shikamoo Parachichi naitwa na Edwin Winston Kidehele Ndomeni ah, kampuni. Kwa jina naitwa Marimi Leonadi Sita, ni mfanyabiashara katika eneo la huduma. Mi niko zaidi kwenye business consultants, niko hapa Njombe na KAL consultants ni, ni uhasibu wangu, kwa hiyo mi ni wateja wao. Uh, kwa ujumla kwa semina hii waliotolea leo kuhusiana na mabadiliko ya kodi, imekuwa ya msingi sana kwangu mimi binafsi, lakini pia hata kwa wafanyabiashara wengine, kwa sababu ni, ni muhimu sana kujua eh, eh, sheria za kodi na mabadiliko yanapotokea, kwa sababu yana faida na hasara katika biashara. Maanake, wanasema kutojua sheria sio kigezo cha kuto pata uh, faini au kutowajibishwa. Kwa hiyo kwa mfanyabiashara ni muhimu sana ukishajua sheria inakutaka nini, utafanya shughuli zako kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo tunashukuru kwa maelekezo haya na mabadiliko haya sheria, ya sheria kuna baadhi yake yanaleta unafuu kwa mfanyabiashara kama utekelezaji wake kweli mamlaka husika TRA yi, itafanya hivyo lakini basi kuna mengine tunaona yana ugumu katika utekelezaji wake. Ndio maana kuna baadhi ya mabadiliko mengine mpaka sasa hivi hata wanaosimamia utekelezaji wake TRA bado hawajatolea e, utaratibu rasmi kwamba ifanyikeje. Kwa hiyo kwa yoko, ujumla sisi tunashukuru kama, uh, kama mimi binafsi mfanyabiashara biashara kwa marekebisho haya au kwa maelekezo haya ya sheria ambazo zinatutaka tufanye inaniwia vizuri, e, e, ra, urahisi katika kutekeleza ninapoendelea na shughuli zangu. Kwa hiyo najua nini kinachotaka kufanyika ili ninachokifanya basi kiendane na matakwa ya sheria kwenye biashara yangu. Uh, eneo hasa mimi kwa upande wangu linalonigusa upande wa VAT kama kweli kutakuwa na utaratibu ambao uta utafanya hivyo kwa mfano amesema e, asilimia kumi na sita kama maripo yatapitia benki. Kwa hiyo lakini utekelezaji wake katika hili ndio bado tunasubiria utakuwaje, lakini kama kutakuwa na uratibu mzuri na likawekwa likawa wazi kwenye mfumo, basi litakuwa limeleta una, unafuu kwa upande wangu.